Alikuwa naipenda na wewe penda, kila kila kila kila, kila kila. Kwa kweli kata ya Nkung'ungu ni kama ilikuwa iko gizani, ilikuwa imesaulika, ilikuwa imeachwa. Nkung'ungu alikuwa na barabara, Nkung'ungu kata nzima ilikuwa na umeme, Nkung'ungu alikuwa na mawasiliano hata kidogo, wala mnara ukuwepo, Nkung'ungu alikuwa na sekondari, Nkung'ungu alikuwa na maji. Nkung'ungu changamoto ya zao la tumbaku ilikuwa ni kubwa na mazao mengine, lakini leo tunavyozungumza mbele yako haya yote yamekuwa hadithi. Tutaenda kuhakikisha kwamba barabara inayotoka hapa inapita mwanzo mgumu ikatuunganishe na Ngwala. Tutamfikishia kilio hiki kwa kuwa mama msikivu, imani yetu ataenda pia kutuunganisha na hii barabara, ili atuunganishe wilaya ya Chunya na wilaya ya Songwe. Tutahakikisha kwamba barabara ya kupita majengo kutunganisha Magunga irudi tena hapa Nkung'ungu, itaweza kupitika vizuri, iwe ya uhakika msimu wote. Simu zamani, tulikuwa tunatumia kwa barua, tulikuwa tukituma hapa, ukiandika barua unatuma, mpaka unafika Lupa, ukifika Lupa inaenda hivi. Saa hizi tunatumia kwa mtandao, wenyewe wametupa, wenyewe tunatumia saa hizi, mtandao uko vizuri, tunatumia vizuri tu. Kitongoji cha lukalia ni kitongoji kikongwe katika nchi hii, labda kinaweza ikawa kitongoji cha themanini kwa ukongwe. Ningeomba hicho kifusi cha, cha barabara ningeomba kiishie Lukarya, kata itapendeza. Mkung'ungu sio inapendeza peke yake, kata ile ni kongwe. Tumbaku zote zinatoka Lukarya kweli barabara nyingi kutoka kijiji cha Mkung'ungu hazifanyi matengenezo kutokana na zipo kwenye mtandao wetu wa barabara, na tutaanza mchakato wa kuzisajili rasmi ili ziweze kuingia katika mtandao wetu tuweze kuzifanyia matengenezo kila mwaka. Sambamba na hilo, barabara zote ambazo zipo kwenye mtandao wetu tunaendelea kuzi, kuziboresha, na mwaka ujao wa fedha tumetenga kiasi cha shilingi milioni arobaini kwa ajili ya kuendelea kukarabati maeneo korofi katika kata hii ya Nkung'ungu. Na nichukue nafasi hii niwaelekeze TARURA sajirini barabara zote ambazo zinatoa mazao ya kutosha kutoka mashambani ziingie kwenye TARURA. Baada ya hapo, tuanze kuzitengeneza kwa kiwango cha changarau ili wananchi waweze kusafirisha mazao yao, kuyatoa kwenye maeneo pembezoni, kuleta maeneo katikati ya mji ili tuweze kupata tija kwa wananchi wetu. Ndugu zangu, ni mwananchi hana ajenda nyingine, bali ajenda yake ni kilimo. Hana ajenda nyingine, ajenda yake ni kulima kwa bidii, na nimesisitiza lazima hiyo barabara itengenezwe. Huyu mwenzetu wa TARURA atakuja kuiangalia Lukarya na uipite barabara na ukaangalie na shule shikizi pia. Lukarya lazima ipelekewe milioni hamsini. <laughs> Lakini Masache nenda kule, uliposema baba wako alikuwa naipenda na wewe penda, sio haki, sio shida. Nenda kalisi kila kitu kilichoko kule, umesikia? kila kitu. nadhani umeelewa. Kila kitu. <laughs>